Mara zote tunapenda kutambua nafasi muhimu ya vyombo vya habari kwenye kuhabarisha umma, na sisi kama chama cha siasa, Chama cha Mapinduzi na chenye dhamana ya uongozi wa serikali, tunapokuwa na jambo tunapenda kuhabarisha umma wa Tanzania lakini pia wanachama wetu chama wa chama cha mapinduzi kote nchini Tanzania. Waandishi wa habari waandishi wa habari wamekuwa wadau muhimu wakubwa kabisa wa kutusaidia kufikisha taarifa ujumbe wetu kwa Watanzania. Leo chama cha mapinduzi ina mambo matatu tunapenda kuwajulisha Watanzania. Mambo haya matatu yana sadifu uhalisia wa matukio ambayo yamekuwa yakiendelea kwenye nchi yetu na nitajikita kwenye jambo moja. <coughs> Wiki chache zilizopita, chama cha mapinduzi kilifanya mkutano wa waandishi wa habari tukiwaomba kwa heshima kubwa Watanzania wote tushikamane na tuwe kitu kimoja katika kumuunga mkono rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndugu John Pombe Joseph Magufuli juu ya uamuzi wake wa kutizama upya, wa kutafakari upya na kuzingatia upya nafasi ya taifa letu la Tanzania katika utajiri unaotokana na madini yetu, ile nafasi ya taifa letu kufaidika na kunufaika na kinachozalishwa. tumekuwa na sheria muda mrefu ambazo zimekuwa zikisimamia sekta ya madini, lakini ni ukweli usiofichika kwamba nafasi yetu kama taifa haikuwa na hati katika upatikanaji wa kile ambacho kinavunwa kwenye nchi yetu. Nirejee tena serikali ya Chama cha Mapinduzi inayosimamiwa na Chama cha Mapinduzi inatambua nafasi na kuheshimu mchango wa sekta binafsi ya ndani au ya nje ambayo inafanya kazi hapa Tanzania katika misingi ya uwazi, ukweli, utu na uwajibikaji na katika muktadha wa CCM mpya ambayo ina dhamana ya uongozi kipindi hiki na vipindi vinavyokuja, lengo letu ni kuhakikisha ya kwamba Watanzania wanapata haki yao katika kile ambacho kinavunwa hapa nchini. Chama cha Mapinduzi kimefurahishwa sana na uamuzi wa serikali, kwanza kuanzisha mchakato wa kujitafakari kwenye eneo hili la madini, mchakato ambao ulianzishwa na kuzuia makontena mia mbili na sabini na saba ambayo yalikuwa yana lugha maarufu makinikia, mchanga, mabaki ya dhahabu, ambao pia sio tu una, una masalia ya dhahabu, lakini pia na madini mengine ambayo haijatambulika wakati mwingine katika utaratibu wa kawaida. Chama cha Mapinduzi kilifurahishwa sana na uamuzi wa rais. Haukuwa uamuzi mrahisi, haukuwa uamuzi mwepesi, na mimi nadiriki kusema kulikuwa kuna mashinikizo makubwa sana sana sana kabisa, lakini tumefurahishwa hakika na msimamo thabiti na madhubuti wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na timu yake, kuendelea kusimama kidete kuhakikisha ya kwamba Watanzania wanajua kwa hakika ni kitu gani kimo katika makontena 277 ambayo yamekuwa yakiondoka nchini mwetu kwa miaka takribani 20 makontena ambayo kwa idadi yanazidi makontena elfu sitini baada ya uamuzi wa rais kuzuia makontena, aliunda kamati mbili. Kamati hizi za rais, ya kwanza ilikuwa ni kuangalia yaliyomo katika makontena yale, inafahamika kama kamati ya Profesa Mruma na ilitupatia mambo makubwa kabisa juu ya utambuzi wa mara ya kwanza juu ambacho kimekwemo katika makontena hayo. Kamati ya pili imetoa matokeo yake siku mbili tatu zilizopita, kamati iliyokuwa chini ya uenyekiti wa Profesa Osoro, kamati ambayo ilikuwa ina lengo la kuangalia sera, sheria lakini pia thamani ya kiuchumi ya kile ambacho kilikuwemo kwenye makontena ya 277. Kamati hii ya pili ya Profesa Usoro ime- imethibitisha kwa asilimia zote matokeo ya kamati ya kwanza ya Profesa Mruma kwamba kwa hakika ambacho kilikuwa kinatamkwa ndicho kinaondoka ni chini sana, huenda chini ya asilimia kumi ya uhalisia. Nilikuja kwenu nikawaomba tena. Uamuzi ambao serikali ya Chama cha Mapinduzi chini ya maelekezo ya Chama cha Mapinduzi na kusimamiwa na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sio maamuzi madogo, ni maamuzi ambayo yametangaza vita, vita ambayo inasimamia haki juu ya rasilimali zetu ambazo ni zawadi kutoka kwa Mungu kwa Watanzania. Uzoefu nchi nyingi za Afrika zimeharibikiwa kila walipojaribu kutaka kudai haki zao kwenye eneo hili la madini. Ninakuja kwenu leo, kwanza kuwashukuru Watanzania kwa ujumla wenu ambao mlijitokeza pande zote za nchi kumuunga mkono rais wetu na uamuzi mkubwa aliyouchukua. Asanteni sana. Lakini pia ninakuja kwenu kupongeza kamati za watendaji wataalamu wazalendo kweli kweli, ambao licha ya kuwa na mashinikizo mengi ya vitisho ya fedha, hongo, walisimama imara kidete kulinda maslahi na haki ya wa Watanzania. Kwa niaba ya kamati zote mbili nitumie pia fursa hii kuwapongeza na kuwashukuru sana Profesa Mruma na Profesa Osoro kwa kazi kubwa na ya kizalendo ambayo tangu kuanzishwa kwa taifa letu na mtindo wa uundwaji wa kamati kama hizi, kamati hizi zimefanya kazi yake kwa muda mfupi, na matokeo yake tumeyaweka hadharani. Kuweka matokeo hadharani na kuyajadili kwa upana wake, sio tu ni maelekezo ya Chama cha Mapinduzi, lakini ndio uhalisia wa CCM mpya, chama cha wanachama na chama kinachoshughulika na kina shida za watu, chama ambacho kinaweka maslahi ya watanzania mbele. Sasa leo napenda kusema jambo hili halijaisha, lakini tumepiga hatua kubwa. Chama cha mapinduzi kinapenda kwa dhati kabisa kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwa kutufungua macho wa Tanzania, tukaijua haki yetu na hatukutetereka Tukawa imara, tukashikamana, tukawa wamoja. Natambua wako baadhi yetu wachache sana wametupinga katika jambo hili, wametuvunja moyo, wameturudisha nyuma, wengine wamediriki kututisha, kututisha vitisho ndani hapa lakini kututisha vitisho kwamba tutashtakiwa kama taifa, mali zetu zitataifishwa kote huko duniani ziliko. Lakini nawashukuru sana Watanzania ambao hamkurejishwa nyuma na vitisho na lugha za kuvunja moyo, tuliendelea kuwa pamoja na tukishikamana pande zote kumuunga mkono rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa Tanzania na rais wetu na <coughs> asanteni. Sana, mshikamano wetu wa Tanzania haujakuwa bure, hakika umezaa matunda tofauti na ambavyo historia imeandika muda mrefu. Baada ya rais kuweka msimamo, msimamo kweli kweli dhidi ya watu wakubwa wakubwa kabisa wa dunia hii, wakubwa kabisa ndiyo. Sisi ni taifa lenye heshima kubwa kwenye uso wa dunia na Afrika, na hasa Chama cha Mapinduzi kama chama kiongozi, lakini kuzuia maslahi ya watu wakubwa, mashirika makubwa kabisa ya kidunia, ina historia ndefu, ilitaka moyo mkubwa wa kujitoa na wakizalendo katika hili tunampongeza sana rais. Ametupa moyo wa kuendelea kusimamia masilahi mapana ya Watanzania bila hofu, bila soni, bila haya, mpaka tutakao kuwafikisha Watanzania kule ambako sote tumewaahidi na wao wametutuma tuwafikishe: Tanzania ya viwanda na uchumi wa kati, ambapo kila Mtanzania atashiriki kunufaika na mambo mema matokeo mazuri ya utekelezaji wa sera za Chama cha Mapinduzi kama ambavyo tumeziainisha kwenye ilani yetu ya ushindi ya Chama cha Mapinduzi. Kwenye ilani hii tumeandika kwenye fungu la 35 fungu A, tumeandika bayana kazi mojawapo tutafanya katika miaka hii mitano ni kuweka mifumo ya kusimamia na kudhibiti shughuli za migodi. Kuweka mifumo ya kusimamia na kudhibiti shughuli za migodi ili zifanye kazi kwa mujibu wa sheria na katika namna ambayo inalinda haki za Watanzania. Fungu la 35 K, okay. na lenye linaeleza vizuri kabisa kuhakikisha tunakomesha utoroshwaji wa madini. Ilani ya Chama cha Mapinduzi, Fungu la 35 kipengele ke, kukomesha utoroshwaji wa madini kutoka nchini mwetu. Leo ninayo furaha kusema kazi ambayo rais na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ameanzisha ya, ya kuweka mifumo ya kusimamia sekta ya madini na kukomesha kabisa utoroshwaji wa mali ya Watanzania. Ninayo furaha kwamba ni sehemu ndogo ya mambo mengi ambayo tumeshayatekeleza sehemu ya ilani ya ushindi ya Chama cha Mapinduzi. pongezi nyingi sana kwa rais Magufuli. Mbili, chama cha mapinduzi kimeridhishwa na hatua hii ya awali kwanza ya mtendaji mkuu kabisa wa kampuni ya Barrick Gold kutoka Canada Professor John Thornton ambaye kwa desturi ani mtu mzito, ana kampuni kubwa duniani, angaliweza kukua tu mjeuri jeuri hivi akasema, sisi kwa sababu tunaonekana wanyonge tumfuate. Na niwahakikishie serikali ya chama cha mapinduzi zamani hizi, awamu ya tano, sio serikali ya kinyonge. Na hasa tunaposimamia maslahi mapana ya umma wa Tanzania tunasema hapa hapa hayatoki makontena mpaka kieleweke. Sasa so, ni mpende au msipende, huyu bwana bwana Thornton akapanda ndege, amekuja hapa, amekuja kusikiliza wito tunashutuma nyingi kwa kampuni yake tanzu tumeridhishwa na uamuzi huu na tumefurahishwa zaidi na uamuzi wa Rais kwamba mazungumzo ya awali, hawa watu wa Barrick wamekiri yako makosa wametenda, na baada ya timu ya wataalamu kukaa na kuyatizama, watakuwa tayari kulipa haki ya Watanzania kama ambavyo ilani yetu inasema. Sisi kwetu hili tumelitekeleza ipasavyo. Rasilimali na mali za Watanzania zinapaswa na wakati wote zitaendelea kutumika kwa maslahi mapana ya watu wa taifa letu, Watanzania wengi kabisa, masikini na wanaokaa pembezoni. Kwa hili tumesema mchakato ambao rais ameuanzisha, Chama cha Mapinduzi kimefurahishwa, kimeridhishwa na kinauunga mkono. Rai yetu hakuna kurudi nyuma. Sasa ilikuwa dhahabu, wataangalia shaba, wataangalia madini ya fedha wataangalia zile wanaita Kiingereza rare minerals, yani madini yale ambayo mara nyingi huwezi hata kuyajua kama yapo, lakini yapo. Tunataka wasiishie hapo, waende kwenye Tanzanite waende kwenye almasi waende kwenye gesi na mikataba iliyokuwepo inatakayo kuja kwenye eneo la mafuta. Hiyo ndiyo CCM mpya inayoshughulika na shida za watu. Na nipongeze pia waziri wa katiba na sheria, ameshawaalika wenye maoni wayatoe ya nini na nini wanapenda kukiona kinawekwa sawa ama kwenye sera au kwenye sheria nipongeze sana serikali ya Chama cha Mapinduzi kwamba sasa hata kwenye bunge hili yako marekebisho ya hatua hii akwanze, kwa hili, kwa ya kwanza yatapelekwa ili kuhakikisha ya kwamba tunaweka mfumo na muundo wetu wa kisheria katika namna ambayo utakuwa umetuweka salama inapokuja kwa masuala ya usimamizi wa rasilimali na madini ya taifa letu. Wote ambao wametajwa kwenye taarifa zote mbili na hasa hii ya Profesa Osoro, Rais ameelekeza vyombo vyote vinavyohusika viwahoji watu hawa. Mimi nitoe msisitizo kama chama chenye serikali, watu hawa watoe ushirikiano unaostahili watusaidie kujua nini ni nini na nani ni nani na ikwaje, halafu tutaujua ukweli. Uamuzi umefanyika siku mbili zilizopita, na utakuwa kuwa tayari utatusaidia na sisi kama chama kutafakari tunataka zoezi hili liende kidogo eh, kwa haraka ili tuone watanzania wananufaika na rasilimali hizi, kilicho cha haki kwa watanzania kipatikane. Lakini pia chama cha mapinduzi katika muktadha na uhalisia wa CCM mpya, tunasimamia sana uwajibikaji katika maeneo yote. Mwisho ndugu zangu, Chama cha Mapinduzi kinapenda kutoa rai kwa baadhi yetu ambao wanataka kugeuza mjadala huu muhimu kabisa kwa taifa letu kwa kutoa hukumu, na hapa nizungumze kwa umaalumu kabisa kwa viongozi wetu wakuu wa nchi, viongozi wetu wa serikali na maamiri jeshi wetu wakuu wastaafu, si tu kwa mujibu wa katiba, lakini pia viongozi hao wamefanya kazi kubwa, kazi kubwa ya ujenzi wa taifa hili, na leo tunajivuna kwa matokeo ya kazi yao nzuri. Yuko mkuu wa nchi, kiongozi wa serikali na amiri jeshi mkuu Dr. John Pombe Joseph Magufuli ambaye anaishi matakwa ya Watanzania anajenga pale walipoishia, na anasimamia haki ya Watanzania. Tuwaache hawa wazee wapumzike, wafanye kazi ya uzee, wafanye kazi ya uzee, kulea familia na wajukuu lakini sisi tusonge mbele kusimamia haki ya Watanzania. Dhamira ambayo tunayo, Chama cha Mapinduzi ni kuhakikisha ya kwamba kila chetu kilicho chetu kitabaki kuwa chetu hata katika swala hili. Lakini ifahamike, hii vita tutasimama pamoja, lakini wako wachache wetu wataturudisha nyuma, tuendelee kupeana moyo huu ni wakati wa kusimama pamoja, huu ni wakati wa kushikamana. Huu si wakati wa kukubali kugawika kwa sababu ya maslahi binafsi. Hii vita ni ya Watanzania wote. Naamini jeshi wetu mkuu yuko mbele. Ni vita ya uchumi. Mwalimu Nyerere amezungumza sana kwamba tulipata ukombozi wa kwanza kutoka kwa wakoloni. Ukombozi wa pili ambao hujakamilika ni ukombozi wa kiuchumi, pale ambapo sisi tutaweza kushika kwa asilimia zinazotosha na karibia zote kushika uchumi wetu unaotokana na rasilimali za taifa letu. Chama cha Mapinduzi ni chama ambacho asili yake vitu viwili: ya kwanza haki, ya pili wake. Katika muktadha na uhalisia wa CCM mpya, mageuzi makubwa ambayo tunayafanya kwenye chama cha mapinduzi yanayotaarifiwa si tu na utafiti wa kisayansi lakini kusikiliza wanachama na umma wa Tanzania. Watanzania wametuambia kwa sauti kubwa, fanya <coughs> mageuzi mageuzi ambayo yatasema, tujitazame, tujisahihishe. Na kwenye chama chetu imekuwa msingi tujisahihishe, tujikosoe, tujirekebishe, maana sisi si malaika, sisi ni wanadamu. Lakini ubora wa binadamu yoyote ni uwezo wa kukiri makosa uliyoyatenda, kwa bahati mbaya au kwa ujinga wa baadhi yetu kurekebisha na kuwa mtu bora tena. Ni kweli Watanzania wametuheshimu sana, na ndio maana wameendelea kutuheshimu hata sasa, na sisi tutawalipa Watanzania heshima hiyo kwa kurekebisha kila pale palipokuwa na pungufu. Na uzuri ni kwamba ni heshima kubwa kwa Watanzania kwamba chama hiki hiki cha mapinduzi ambacho wamekiamini kinafanya mageuzi haya makubwa kwenye chama na kwenye serikali, maana tulielekezwa kufanya hivyo. Kwa kwetu sisi, hatuutazamii ubaya, ila tunahangaika kwa kiasi kubwa kurekebisha na kuuondoa, na usirudi tena, chini ya usimamizi wa chama chetu. Binadamu bora ni yule ambaye kila siku anamwomba Mungu awe mtu bora zaidi, na hajikumbushi shida za jana, anakuwa mtu bora nakuomba kila siku awe msafi zaidi. Kwetu sisi, tunaamini chama bora ni kile ambacho kinatambua kulikuwa kuna makosa na kinayarekebisha waziwazi wazi, kwa maslahi mapana ya umma wa Watanzania.